Ni sauti ya wakazi wa Dominion Kabiria wakiandamana baada ya watu wawili kufariki kutokana na pombe haramu. Wakizungumza na Mtaani Radio, wakazi hao wamesema kuwa wamechoka kuzika watoto wao, waume zao na mababa zao kutokana na pombe haramu, wakiitaka serikali kuingilia kati na kuchukua hatua dhabiti itakayopunguza pombe haramu katika eneo hilo wao sio wa hapa e. Na ingine tungeomba sisi wenyeji wenye tunawakodesha manyumba hata e. Sisi tuache e. Tumekubaliana e. e. Sasa tutaongea na tuko na nguvu, kwa sababu tumeona serikali imefika. Tunaomba tusaidiwe, tumechoka kuzika watoto, tumechoka kuzika

tuliamka saa mbili na tukaanza msafara, na wakati tumeenda nyumba kadhaa, sisi hatukuwa na ubaya, tulikuwa tunaenda tunawahubilia, tunawapea neno wa Mungu, tunawaambia wageuze hiyo biashara, kwa sababu biashara ni mingi. Lakini tumefika mahali tukapata mama mmoja, mimi nilikuwa hatua mbele kidogo, mama... alikuwa nyuma yangu, tukatukiziwa na mama na alikuwa na mti na mzee mwingine na mapanga. Nikaangalia nyuma, nikawauliza mnataka kumuua? Wakamgoga mapanga matatu hapa. Kulingana na Lois Wanjiku Ndung'u, wataendelea na maandamano bila kuchoka mpaka watakapopata suluhu ya kudumu. tunayepiga tu atasaidi jamalisa tutaendelea tuna kupiga tu, hata tukiwa tutasikwa au tutapigwa kama vile nimepigwa na hiyo panga, tutaendelea mpaka tuone ule tatusika mkono. Tunataka kuongea na serikali yetu itusaidia ili ya kabilia kuondoa hiyo spirit, kwa sababu spirit imejaa na hiyo na pombe ingine isang'aa aya haramu. Pagi. Katibu mkuu wa mazingira kaunti ya Nairobi, Geoffrey Mosiria, ameahidi kufanya uchunguzi akitaja kuwa sehemu za pombe hazistahili kuwa karibu na mashule na sehemu ambapo watu wanapoishi. Chang'aa ni pombe haramu, ifai kuwa mahali watu wanaishi ya mm, kwanza inaharibu jamii hata mm, huko pia inachafua mazingira kwa sababu hizo chang'aa zinanuka kila mahali, watu hawezi lala kwa nyumba zao mm. So hilo lazima tutatue lingine hizo wines and spirit ambazo zina operati kama bar illegally, tutazifunga, kwa sababu wines and spirit inafaa ifungue ile masaa ambayo imewekwa. Kama itafungua round saa 5 by saa 12 ime watu wafanye nini ili tuweze kuchukua hatua ya kuzifunga hizo illegal bars wines and spirits, na hizo hizo uh, uh, wines and spirits zote na hizo bar uh, nataka kuhakikishia kwamba tutaanza process ya kufanya inspection kwanza, tujue zilingia aje hapo, kisha tutachukua hatua ya kufunga zile ambazo hazifai kuwa katika residential uh, na pia wale wanauza changaa na busaa waambie, kwamba tunawakujia, hatutaruhusu watu wauze chang'aa na busa, busa mahali wananchi wanaishi, wanawapigia kelele, wanafanya mazingira inakuwa chafu, na maana hapo pananuka zaidi. Kwa hivyo hizo pia tunachukua hatua tu, tukishirikiana na maafisa wa polisi na ile vitengo ambayo inashughulikia masuala ya pombe. sawa sawa, so nataka kuhakikishia leo amefunga lakini kabla hii wiki ishe, mtaona ile kazi tutafanya kama serikali. Aa, sawa na mimi, unajua nikishachukua tu anaweka kwa mtandao na waonyesha wananchi, mnajionea. So hawa waambiwe vile wamefunga hivi wafunge hivyo, hivyo, kabisa wasikai fungua, kwa sababu wanajua makosa yao ni gani. Ukiangalia hapo mahali wameweka hiyo bar, ndani ni watu wanaishi. So atu license bar ama wine and spirit mahali wananchi wanaishi Saa sawa, hii ujumbe ifike South yote kwamba hii wiki ni kona operation ya dagret sout, tutashughulikiakizaji hapa. Tuko Dominion Kabiria, ambapo tumekuwa na katibu mkuu wa mazingira Uh, Geoffrey Mosiria ambapo kulikuwa na swala la pombe haramu ambayo imeua baadhi ya vijana ikiwemo vijana wawili ambao wanatambulika kwa sasa swala. So hili limezua mjadala um, mkubwa miongoni mwa wazazi haswa wazazi wa kike wamejitokeza hii leo kuanzia mida ya saa mbili asubuhi kuweza kuandamana na kukatokea mpaka migogoro ambapo mwanamke mmoja aliweza kupigwa na panga kutokana na juhudi zao za kuweza ku tetea haki za watoto ili wasiweze kuathirika na pombe haramu. Nikiripotia Mtaani Radio, nikiwa eneo la Dominion Kabiria. Jina langu ni Maureen Achim.